Mheshimiwa, tukae kwenye maeneo yetu. Wa wekezaji hatukatai, wapeleke tu kwenye eneo nao wakafie pando. Wao wana vifaa, sisi tuna shoka. Wao wana magari, mnatupeleka sisi munyambo, tuna magari. Mimi nilikuwa na shauri mheshimiwa, hebu fanyiani kuchenji ku tu wapeleka sehemu, ili wananchi wakae kwenye maeneo yao. Ui, tumeyagaramikia mno, tumeyafeka kuanzia 2012 n tumegaramika